Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika walo Mtakatifu kaenasi na kuendelea na ibada hii, kusikie neno la Mungu kutoka kitabu cha nabii Isaya sura ile ya sitini mstari ule wa kwanza na kumi na saba Isaya sura ya sitini mstari wa kwanza maule wa kumi na saba nasoma kwa jina la Bwana. Maondoka uangaze kwa nuru yako, imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. kumi na saba badala ya shaba nitaleta dhahabu, badala ya chuma nitaleta fedha, na badala ya mti shaba na badala ya mawe chuma. Tena nitawafanya wasimamizi wako wawe amani, na hao kutozao fedha kuwa haki. Amina. Mungu wetu, tunaomba ufungue masikio ya mioyo yetu na fahamu zetu, tuweze kukusikia wewe kwa njia ya neno hili, ili tuzidi sana kutakaswa na kubarikiwa na wewe hata uzima wa milele. Amen. Tafadhali, pendwa mchungaji kiongozi na turisti na uongozi mzima wa mtaa wetu huu wa Kwembe, wapendwa washarika wote, lakini kipekee wapendwa imeanza kuzoeleka niseme, kwa sababu ya kazi kubwa inayofanyika wa ujenzi wa majengo makubwa makubwa mazuri ya kisasa sana kila eneo, na hivyo kufanya baadhi ya nyumba za ibada za zamani ziondolewe. Napenda kuwapongeza Kwembe, kwa maana ninyi mko kwenye baraka hizo. <coughs> Lakini pia niwapongeze sana kwa kazi ya ujenzi wa hilo jengo jipya. Nafikiri miezi iingapi imepita kapi, sijaja hapa au mwaka sikubuki. Nimeshangaa sana, niliacha hamjaanza kuta hizi za juu afkasema so ni penyewe au ni arasi. <coughs> <coughs> mefurahi sana napongeza, na namshukuru Mungu kwa ajili ya na. Sasa nilipokuwa nikimwomba Mungu aniniongoze mimi, e ni luteri kweli na kiongozi wa kiluteri e nilichungulia kalenda yetu kasema, lakini tukio ni la muhimu sana e mgoja niangalie neno mbalo litaendana lita na ibada yenyewe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akanipa mistari hii miwili katika sura ya sitini ya kitabu cha nabii Isaya, ule mstari wa kwanza Ni kama anaitwa mtu wa Mungu, anaitwa anaambiwa, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana yake alikuwa gizani, labda akisubiri giza liishe, lakini hapa ameletewa taa, anaangazwa, anaangaziwa kwamba sasa usizubae tena, usiogope giza mbele yako, nuru yako imeletwa. Nakumbuka katika ibada zetu tunapomaliza kiongozi wa ibada kutamka baraka, sio Bwana akubarikie na akuangazie nuru, akufanya nini? Akuangazie nuru za uso wake. Kwa hiyo tunawatakia hivyo hizo baraka, kuwaangaziwa, maana yake akuone na akusaidie kuona yaani utembee katika nuru yake. Kwa hiyo hapa, huyu anaitwa ni Israeli, huyu aondoke, asiogope, kwa kuwa si giza tena, ni wakati wa nuru na ni wakati wa utukufu, wa Bwana umemzukia, yaani umemjilia. Ninapenda somo la kujiliwa kwa sababu Mungu ana nyakati na nyakati. Ah, Mungu ana ratiba zake za ajabu sana. Kuna wakati wa kujiliwa muumini binafsi yako, kwa jina lako ulilopewa wakati unabatizwa. Anakuja kwako, anakukagua, alafu anakuachilia neno, alafu lile neno unatembea nalo linafungua milango na vizuizi, linaondoa giza, linakuwa chakula chako cha miaka mingi. Sijui na wangapi wanaelewa nachosema, nyakati za kujiliwa eh, nyakati za kujiliwa. Wale wamsubirio Bwana Maria, anakujilia kwa neno kwake, kama alivyomjilia Bikira Maria akamwambia, umebarikiwa kuliko wanawake wote lile neno alilolipewa akatembea nalo maisha yake yote. Hufanya hivyo nyakati nyakati. Ndiyo maana tunakuwa na ibada na mafundisho ya neno la Mungu ili yamkini muumini apokee neno la ufunuo litakalomsaidia kupiga hatua nyingi mbele ya maisha yake. Ndio maana tunafundisha, nasema, unaposikiliza maumini na mafundisho, kuna neno maneno huwezi kukumbuka maneno yote nayofundisha hapo, lakini kuna neno litakushukia linakaa hapo, ukigeuka huku huku linabaki hapo. Ukilisikiliza na kulifuatilia, unasikia Mungu akiongea na wewe kwa ile inaitwa rema. Nalipata mpaka hapo. Kwa hiyo Mungu anasema ondoka, uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Kuna nyakati za kujiliwa. Mungu anasema wa wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni. Kaa kwa imani, kaa kwa tumaini, hata kama jaribu lako linakuzomea linakupigia makelele, wakati wa kujiliwa ukifika, huu mlima utang'oka tu, hiyo bahari ya Shamu utaivuka tu, huyo Farao atasalimu amri tu, hayo majeshi yake yatazamishwa tu, hapo pasipo zaa patazaa tu pasipo na maji patatokea chemchemi. Haleluya! Wakati wa kujiliwa. Sasa huyu anaitwa kwa sababu Mungu amemjilia sasa. Ukisoma hii utashangaa hizi baraka, lakini mimi nimechagua mstari wa kumi na saba. Anasema mtu aliyejiliwa anaongezwa viwango Anasema badala ya shaba italeta dhahabu, na badala ya chuma italeta fedha, na badala ya mti shaba, na badala ya mawe chuma. Tena nitawafanya wasimamizi wako wawe amani, na hao wakutozao fedha kuwa haki. Haleluya. Hii ni ahadi ya kuongezwa viwango, ahadi ya kuongezwa viwango. Biblia inasema Mungu wetu tutoa utukufu hadi utukufu. Kwa Mungu kuna tuzo na tuzo hizi zitaendelea hata uzima wa milele kule mbinguni tutakapokwenda tutakutana na tuzo za mwisho, zinaitwa taji, na tutatofautiana vile vile namna tulivyoishi hapa kwa imani na kumtii. Alama yake itaonekana kwa wingi wa mataji tutakao kule juu. Haleluya, amen. Yatatofautiana hata viti vimepangwa wazee ishirini na nne sijui ndo okay, wapi hawa, lakini bila shaka watafata mitume na manabii, labda kuna itifaki, lakini ndio, vyovyote iwavyo, hata ungekuwa mpiga debe ukifika kule aina, haleluya! La muhimu kufika. Hallelujah. Hallelujah. Amen, lakini huwa nasema yale yani, mataji labda ni kundi la malaika watakaokuwa wametuzunguka wakituhudumia tukiwa kwenye huo mji ambao Yesu alisema ameenda kutuandalia, tena akasema kuna makao tele ya kutosha kwa kila amini. Sasa hapa tuzo hii ni ya hapa duniani. Hapa tunaambiwa Mungu akitujilia badala ya shamba analeta dhahabu. Ukiapewa okay, shamba na dhahabu uchague, unachagua nini? Dhahabu. kwa nini? ina thamani zaidi, sio? Kumbe Mungu wetu hapa hapa duniani anajua ya kwamba tunahitaji kupanda nini, viwango. anajua kwamba kwa tunahitaji kupanda viwango. Sasa wale waliosali hapa wakati ule wakajenga, wakaweka urembo mzuri, wakaweka na feni eh, tunajua wametania watu. Sasa mimi siku hizi watani, maana tumeoa huko. Sasa eh, ikapendeza bila shaka, wakapiga vigelegele, wakamshukuru Mungu, sio eh? Lakini kizazi hiki kwa neema ya Mungu ametujilia, tukasema bado bado, hakutoshi. Sijui waliongeza ati iliongezwa akailiongezwa eh, kupanua eh, ile mara moja basi basi, bwana, hii historia kupekesa, wengine wanaongeza wanaongeza wanaongeza, umafuna wanaongeza kushoto, wanaongeza wapi, wana wana wana wana wana wana mpaka wanasema wana, sasa imeshindikana mlikotoka hapa moja kwa moja kule, ongereni sana sana bwana. Kwa hiyo hata wakati wanajenga kulikuwa na michango, mtaandika vizuri hiyo historia. Hapa kulikuwa na michango, watu wanachangia mpaka jengo likakamilika hili. Na leo tunaondoka hapa kwa kuwa hema kwa wa maana yake ni nini? kuna hesabu, kuna hisabati tulifundishwa. Sasa sikumbuki vizuri, siku hizi walimu tasame, tulifundishwa hisabati fulani kwenye fizikia. Kiswahili so, chake ni kigumu kidogo. Yaani anasema kuna hesabu zinashabihiana direct proportion yaani ukiathiri namba moja ile nyingine nayo inabadilika. Sijui kiswahili cha haraka cha kueleza. Yaani kuna jambo ya, uki, uki, uki, uki, kuna namba ukiongeza sehemu ya pili nayo inabadilika. Ina inaeleka kirahisi eh? eh? hivi baraka inayoachiliwa hapa kwenye ushariki ni direct proportional na baraka inayoachiliwa kwenye maisha yangu binafsi kama mshariki, mm -hmm. eh? Fungu la baraka linalotumwa hapa linaathiri moja kwa moja fungu la baraka katika familia yako, katika maisha yako, katika nyumba yako umeelewa? naam. kwa hiyo hema ya hapa ikipanuliwa, iki na wewe dai hema yako kule, fanya nini? Ipanuliwe. E, ipanuliwe. Umeelewa maana? Inawezekana usivunje nyumba kama tunavyovunja hivi, lakini Kipato chako, uchumi wako, malango yako yakapokea baraka ya kuongezeka. Haleluya! kulingana na hitaji na kule ule. Hii sabati ya aina hii, wengi wanaisahau na wanashindwa kuishi kwenye ibada zetu kinabii. ishara zinazoonekana kwenye ibada, matukio baadhi yanayoonekana kwenye ibada ni meseji ya kwenye maisha yetu, tukitoka kwenye ibada. Menelewa, menelewa. Hata tunapotangaza sadaka, hata kama huna sadaka za mizunguko yote, ukiwa mtulivu mbele za uwepo wa Mungu unaweza kusikia katika hizo sadaka, sadaka ambayo ni ufunguo wako wa siku hiyo au wiki hiyo au wa msimu huo. Hizi zinazotangaza kwamba sasa, jamani, tunatoa sadaka ya diakonia, kama ni msikivu halafu wakakwambia, weka hiyo sadaka hapo na jina la yule mgonjwa, ukaweka sadaka yako na jina la na nani yule mgonjwa au ule mgonjwa <coughs> imetangaza sadaka eao na unajua, una matatizo mengi yamekuzunguka, ama ya watu wa nyumbani kwako au ya ndugu au ya mwili wako, kasema eka sadaka hii, nasikia msukumo wa kuweka sadaka hii na maombi maalum mwendelewa. Sasa unajua, mara nyingine tunasahau kuwafundisha hao kukaa kwenye ibada kwa sikio na kiufunuo kiunabii. Haleluya! kwa hiyo unapoona kazi kama hizi sasa, jengo limekuwa chakavu sasa, akusema tangu jengo hili mpaka sasa nimemwomba Mungu, ngoja nimkumbushe kuhusiana na makazi, kuhusiana na jengo, kuhusiana na nyumba ya makazi, kuhusiana na mipaka yangu, labda ni shida ya mipaka labda ni watoto au ni uchumi au ni nini? Ni direct proportion. Kinachotumwa hapa, unatakiwa umege sehemu ya huo kwako, uende nao. Mfano mwingine, Mungu alipompa Musa wasaidizi nitatoa sehemu ya roho iliyo juu yako, sehemu eposhe, sehemu ya upako iliyo juu yako, sehemu au kisehemu nitaweka juu ya hao watakao kusaidia. E, Mungu anapotuma upako Kwa kanisa manawake ametuma, kwa familia ametuma, kwa mtu binafsi. Haleluya, amini hivyo upokee, okay. Unajua, namna unavyo amini ndivyo unavyopokea, okay. Watu wengi walikuwa wamemsonga Yesu akiwa kwenye utumishi, wakitamani awaone, awawekee mikono, wengine wakitamani ombee Lakini mmoja yeye aliamini kwamba huyu upako ume, umemjaa kila mahali. Sina haja ya kumwambia aniombee, sina haja ya kusubiri aweke mikono, sina haja ya kusubiri saa ya kuombewa, sina haja ya itifaki. Nikigusa tu vazi lake nitafanya nini? Akapona, akapona, akapona. Imani ni jinsi wewe unavyoona uweza wa Mungu uliombele Haleluya, Amen. Wewe nataka tufanye ibada hii kuzidi kuchokoza baraka tunazozihitaji kwenye maisha yetu binafsi. Nataka ibada hii iwe njia ya sisi kubarikiwa zaidi, Bwana apewe sifa. Amen. Bwana, Amen. Bwana asifiwe. Wewe ndio anataja hivi viwango hapa kwamba Mungu wetu amekusudia kutuboresha hatua hadi hatua, ili mradi tukiisha kuboreshwa hivyo, tukiisha kubarikiwa hivyo, tusimwache. Haleluya! Na wakati mwingine anatupeleka hatua kwa hatua, ili tukoma, tukomae vizuri ili mafanikio yasigeuke kuwa sumu kwetu. Haleluya! Basi ndio maana anataja hizi seti kwamba, badala ya chuma itaweka fedha, badala ya mti itaweka shaba, badala ya mawe chuma. Tena anasema nitawafanya wasimamizi wako wawe amani hao wa wa <coughs> Wayo, hini, na hao kutozao fedha kwa haki, Haleluya. Kwa hiyo furahini na mtukuzeni Mungu tunapoondoka kwenye jengo hili lililochakaa. Wengine tumieni fursa kama majasiriamali waki Nilizaliwa katika kijiji ambacho udongo wake ni mbaya sana, sinafanana hapa sasa. Katika familia yetu hatukubahatika, tulipozaliwa tukuta nyumba hizi za kisasa, zilikuwa nyumba za kienyeji ambazo ya tofari yake ni udongo kaho, nakandikwa ya vito alafu nakandika sasa udongo ule mbaya, kila mwaka lazima uripee, ndio ubaya wake, haushiki. Yani kila msimu wa kiangazi inapasuka pasuka. Kwa hiyo <coughs> kama ninyi hamna nyumba ya kisasa, kila mwaka mnajiandaa kufanya nini? Urepee, ili ni udhi sana. <coughs> Mungu alipotujilia kajenga nyumba ya kisasa. Wakati tunabomoa ile, nikiwa na kakangu, ambia ukibomoa, usibomoa bomoa. Kwa jina la Yesu, nyumba ya matope isirudi tena mji huu. <coughs> <coughs> <coughs> <Tena> mji <coughs> <coughs> <coughs> tunalani zile nyumba zilizotutesa, maana usipolipea mtapigwa baridi mwaka huo. Kwa hiyo tunavunja huko. Nakemea na hiyo laana hizo nyumba dhaifu isirudi tena kwenye mji ule. Ndio tuliobomoa nyumba ya mwisho ya miaka hiyo, kwa sababu tumejenga nyumba ya kisasa yakisasa. Sasa asiwemo atakayebaki kwenye kiwango, tukivunja kile, kile, tukivunjaje? kama ni mti utakuwa jiwe kama ni jiwe utakuwa chuma, kama ni chuma, shaba, mpaka dhahabu inayo. Haleluya! maana hata dhahabu inatofautiana, hata dhahabu inatofautiana. Ile niliyofungia ndoa ilikuwa dhahabu yake kidogo tu, baadaye nikaiongeza. Haleluya! kwa hiyo hata dhahabu inafanya nini inatofautiana kiwango. Mungu wetu ni wa kiwango. Amen. Usikae na unyonge na huzuni ikiwa unamwamini na kumtegemea, amini. Amen. Atakupandisha. Amen. Atakupandisha zaidi na zaidi na zaidi. Amen. Kwa sababu anapenda hivyo, ndio maana anapotualika anasema nyumbani kwa Baba yangu kuna makao, hey. Nami ninaenda kuandalia na tunapochungulia kwa ufunuo wa Yohana huko, kunafananaje? Tunaambiwa ni kama sakafu, ni nini, dhahabu na madini ambayo huku bado hayajagunduliwa, eh ni sakafu hiyo. Hakuna vumbi tena, kuna vukulio kwa viwango. Sasa kama anatupa viwango huko juu na hapa hatuonyeshe akalao mfalmo wake haleluya. Eo unawatakia kazi nzuri njema, mtakapokamilisha jengo hilo, lifanyieni finishing kwa utulivu, kwa ubora, kwa uzuri, unamtukuza Bwana Mungu, atubariki. Amen.